Kuna marafiki wa Mungu. Kuna wana wa Mungu na watu wa Mungu. Wana wa Mungu, watu wa Mungu na marafiki wa Mungu. Haleluya, haleluya. Eh, sasa wana wa Mungu anasema ni wale wote waliopewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hawa ni wale waliamini jina la nani? La Yesu. Yani, ukiliamini jina la Yesu unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu kwa kuliamini jina la Yesu. Lakini kwa kadiri alivyomkaribia Mungu akamtii, akamsikiliza hata akakubali kutoka, akaenda mahali Mungu alipomtuma hata asijue, akakubali kwenda tu. Mungu akasema wewe rafiki yangu, wewe rafiki yangu, rafiki yangu wewe, kwa nini unaniamini kuliko kawaida? Nimekwambia toka, nenda mahali itakubaliki. Hakumuuliza huko ni wapi. Alimwambia wewe nenda tu mahali itakaposema na roho yako kwamba ni hapo, utaweka hema hapo. Biblia nasema wazi, Ibrahimu akatoka asijue aenda. Ebu we wazi, ebu we wazi! Haleluya, haleluya, yeah. lakini hata sisi wachungaji leo tunapoteza direction, kwa sababu tunapoanza kazi ya Mungu tunataka tuanze kuona, Mungu ananipeleka wapi? Huduma yangu ananipeleka wapi? maisha yako itakuwaje? Anataka anitaa